Hapa. Sikia we kaka, unijui? Sikujui. Nahesabu mpaka tatu, niachie mkono wangu. Tulia mtoto wa kike, nashangaa unatoa wapi ujasiri wa kujibizana na mimi. Mtaani hapa hamna sauti. Sikia nikwambie, sio kile unamwona mbele ya macho yako. Ukaza ni mtu wa kawaida. Nahesabu tena, naomba niachie mkono wangu, machie mwanangu.